Haleluya! Wakati tunaweka hii seruji hapa, na vijana niliwauliza, ni muujiza gani mwingine mnataka kama mwezi mkaona huu mpaka mwone kipofu amefunguka macho, ndio mseme muujiza umetendeka? Bwana Yesu asifiwe. Nikawaambia, kwangu mimi ni muujiza mkubwa mno, kwa sababu ninaona matendo ya Mungu. Juzi nilikuwa na kanyanga mchanga, leo sikanyangi mchanga, hiyo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na macho ya roho utaona Mungu. Ukiwa na macho ya roho utaona matendo ya Mungu, na ukiwa na masikio ya roho utasikia neno. Likikurekebisha utarekebika, likikuonya utaonyeka, likikubariki utabarikiwa. Wasabu, kwa kwa sababu uko na masikio ya kusikia. Na kujua siku ya leo Bwana amenena neno la kulibariki. Siku ya leo Bwana amenionya, wacha nionyeke lakini mwenye ana masikio ya kiroho, hata ukimwambia kitu, hata umwambie nini, hata ushindo kumweleza nini, unafanya kazi bure. Hata asome biblia imalize, anafanya kazi bure.